Mradi wa BEVAC kwa halmashauri yetu Itigi tuliupokea mwaka 2022 kwa maana ya kuanza kutekeleza. Mi kama mratibu, nimeweza kupata mafunzo kozi fupi ya masuala ya ufugaji wa nyuki katika chuo cha ufugaji wa nyuki Tabora. Kupitia mradi huu pia tumeweza kufanikiwa kutenga bee reserves, hifadhi za nyuki. Hapa nyuma yangu kama unavyoona, ile bango ni moja ya misitu kati ya hiyo misitu sita, ambao kupitia mradi wa BEVAC tumefanya land use plan na hatimaye wananchi wameweza kuja kutenga eneo kubwa hili ambalo tuna lina zaidi ya hekta ya, ya elfu kumi na moja. Kupitia mradi huu tumeweza kufanikiwa kutenga bee reserve kwenye kwenye ukanda ambao una uwoto wa asili wa Itigi, Itigi thickets. Kwa namna ya pekee hivi vichaka vya Itigi ndio eneo hili limetengwa mahususi kwa ajili ya ufugaji wa nyuki linatusaidia sana sisi vikundi kufuga nyuki kwa sababu kwanza limetengwa kisheria, lakini pili litalindwa, likilindwa hata kuwa na mwingiliano na shughuli za kibinadamu zingine kama uchungaji wa mifugo, ukataji wa miti, ufyekaji kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali ikiwemo uwele, ulezi na hata korosho. Pori la akiba Moyosi lipo kwenye mchakato wa kufanya mabadiliko ya shughuli za ufugaji nyuki. Pori hili kuna shughuli nyingi zinazofanyika ikiwemo zoezi la uwindaji wa kitalii. Sasa, kutokana na mwingiliano wa shughuli hizi za ufugaji nyuki na uwindaji wa kitalii, mamlaka imeona eh, kutenganisha haya maeneo ili kuondoa mwingiliano wa uwindaji wa kitalii na ufugaji nyuki. Hili zoezi limekuwa shirikishi. E, tumewatumia e, wafugaji nyuki wenyewe kama wanaolifahamu eneo. Tumetumia wataalamu wa, wa masuala ya nyuki na wanyamapori na uhifadhi pamoja na sisi kama TAWA na taasisi zingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba e, tunafanikisha zoezi zima la kutenga maeneo ya kwa ajili ya ufugaji nyuki. Kabla ya mabadiliko haya, tumekuwa na msuguano na watu wa mamlaka ya wanyamapori Tanzania, watu wa TAWA. Sasa kule mwanzo, ina maana tulikuwa tunaenda kwa msimu, unapewa kibali mwezi wa nne unakwenda kukagua mizinga na kutundika, unapewa kibali mwezi wa sita unakwenda kulina asali. Lakini ilikuwa inatokea muda wenu wa kupewa kibali unaambiwa kuna mtalii, kwa kama mtalii hayupo, unanyimwa kibali cha kuingia. Sasa umetundika mizinga yako kule, na maana unachelewa, unakuta nyuki wame wamefyonza ile asali, kwetu inakuwa ni nini hasara. Lakini kupitia mgao huu, tuna imani sasa kwamba tunakwenda kunufaika zaidi kutokana na huu ufumbuzi ambao umepatikana. Eneo lililotengwa kwetu sisi akina mama la moyo wosi kina faida kwetu kwa akinamama, kwa, kwa sababu shughuli zikishaanza, barabara zimetengenezwa, panapitika akinamama watafuga sana nyuki. Tumeshafurahia kwenda katika sehemu hiyo ya kitaruei kwa sababu tumeona ndiyo fursa nzuri, shughuli ya mizinga ya kufugia nyuki ya kisasa. Kwa sababu kwanza, awali nilikuwa natengeneza mizinga ya kawaida ile ya kienyeji, baadaye tulikutana na mdau. Basi mdau yule alitupa nafasi, akasema utapata mafunzo basi akatuunganisha na tukaenda tukafanya mafunzo pale Tabora, chuo cha nyuki. Basi nikawa nimefahamu nikarudi Ulambo, nikaendelea na kazi zangu za kutengeneza mizinga ya nyuki na kuendelea kuwafundisha wengine. E, mimi kwenye shughuli zangu za mizinga mpaka sasa hivi nimeshatengeneza mizinga kama mia tatu na kitu hivi. Tofauti ya mizinga kati ya tunaotengeneza na viwandani, kwanza la kwanza kabisa, sisi tupo eneo la wadau ambao ndo wafuga wafuga nyuki na katika ubora wa mizinga, ubora wetu wa mizinga na wakwao ni sawa sawa. E, na istoshe sisi kidogo gharama zetu ziko chini kulingana na gharama zao. Sisi gharama zetu tunatengeneza laki moja mpaka elfu tisini wao wanatengeneza laki na ishirini mpaka laki na thelathini Kwa hiyo kwa tofauti hizo si tunaona kidogo mkulima anayefuga nyuki anafaidika sana na sisi kwa sababu hata kimaelekezo na hata anapopata shida anaweza akaja akapata ushauri. Kupata mzinga cha kwanza kabisa, naandaa mbao, vipimo vinatakiwa viwe inchi ishirini na tisa. Ukishapima hapo basi utakata upana ambao ni inchi 21. ukishamaliza hapo inabidi uandae misumari ambayo ni inchi moja na nusu au inchi mbili kwa basi, utagonga lile bodi lako. Ukisha maliza kugonga lile bodi lako, utachukua ubao mwingine ambao ni huo wa inchi moja kwa nane utauchana inchi mbili na nusu ili kutengeneza mfuniko wako. Kinachofatia kingine, ndani ya lile box utakata viunzi na viunzi vyako. Hivyo katika mzinga mzima havitakii kupungua viunzi ishirini na moja ila kwenye kile kiunzi, katikati ya kiunzi unatakiwa u u uweke kimfereji cha sentimita tano ambacho nyuki yeye atakuja atapitisha pale sega lake. Kinachofuatia kingine, ndani ya ile boksi utoboe tundu kwa ajili ya kupita nyuki, na tundu hilo linatakiwa lisizidi milimita nane ili mdudu yoyote mwaribifu asiweze kupita mle, wapite nyuki tu basi utakuwa umepata mzinga wa kisasa ulio bora. Ninashukuru kwa mradi wa BEVAC kunifadhili mpaka kufikia hatua hii niliyopo. Kupitia ufadhili huu nimefanikiwa kujifunza mavazi ya nyuki ambayo kwa jina anaitwa ni suti ya nyuki. Nimejifunza mavazi haya VETA ya Tabora. Nashukuru, kupitia mafunzo haya nimeweza kufanikiwa kushona mavazi kumi na mbili, na kupitia mavazi hayo kumi na mbili nimefanikiwa kuuza mavazi kumi na moja, kumi yaliondoka kipindi cha nyuma kidogo, lakini wiki iliyopita nimeweza kufanikiwa kuuza vazi moja, na hata hivyo ninaendelea tena na kushona mavazi haya. Kupitia mavazi haya kwa kweli yameninufaisha kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza, kuanzia kwenye mafunzo kule nimekutana na watu wa aina mbalimbali niliokuwa siwafahamu, niliwafahamu kwa kupitia mafunzo haya vile vile nimekuwa na ufundi ambao kidogo nimeongezeka kutoka hatua niliyokuwa nayo kwenda hatua nyingine. Nashukuru sana kwa hilo. Vile vile kupitia mradi huu umenisaidia kwa mambo mengi manufaa kwa ajili ya mahitaji yangu binafsi madogo madogo, lakini vile vile tena amenisaidia kwa ajili ya mwanafunzi wangu aliyoko shuleni kule anasoma. Kupitia mradi huu nimeweza kunufaika kwa kipato nilichokipata, kimeweza kunisaidia kwa ajili ya kupunguza malipo ya ada shuleni. Shughuli ya ufugaji nyuki inahitaji ufanye mambo yafuatayo kama wewe. Kwanza ukague eneo la kwenda kutundikia mizinga, kama lina maji, lina miti ya kutosha kutoa chavua. Ukishapata eneo la kutundika mizinga, utakuja uandae mizinga unayotaka kwenda kutundika. Ukishatundika mizinga inahitaji uangalizi au ukaguzi. Una uwezo wa kukagua makundi, unaweza kushusha mzinga, ukainua tu sega moja, ukaangalia kwamba wanahatua ipi, ukarudisha, ukafunga, ukarudisha juu ya mti. Niseme kwa mfugaji ambaye anahitaji awe na mazao bora ya nyuki, lazima azingatie mambo yafuatayo. Kwanza uandee vyombo ambavyo ni special kwa kubebea chakula, uwe na mavazi kama zana za kinga kwa mfugaji, Bomba la moshi. Vile vile mnatakiwa mwe wawili, sio peke yako. Aliye husika na bomba la moshi ni yule atakayeshika kamba kushushia mzinga chini. Wewe utahitajika uwe na vifaa vya kukatia masega. Vile vile uwe na brush, kwa sababu asali bora haitaji uishike na mikono, itahitaji utumie brush kuwafuta wale nyuki, ili usiwaue wengi, au wasinganie wengi kwenye sega la asali. Wewe utakata sega paka utamaliza, ukiisha imaliza, ila ukiisha vuna vizuri, ukamaliza, utafunika ndoo vizuri mpaka kambi, ambako ndio kituoni ambako umeweka kituo. Asali yetu sisi tukishainunua kwa wafugaji nyuki, tunaileta hapa, tunaichakata, tunaipaki kwenye chupa. Mitambo hii ina uwezo wa kuzalisha tani moja mpaka mbili kwa siku, kwa hiyo unazungumzia karibu tani 365 au mara mbili yake kwa mwaka. Lakini vilevile uh, vile, sasa hivi tunafanya tumefanya innovation ya kuzalisha uh, asali ya viungo wanasema spicy infused honey. Kwa tuna product sasa hivi tumefanya innovation, tuna lemon honey, tuna cinnamon, tuna asali ya pilipili manga na tuna asali ya ginger. Hizo zote tumefanya innovation na hizo ndo product zetu tunazozitoa sasa hivi, na zinaonekana kupendwa vizuri sana kwenye soko. Ndani ya kipindi cha miaka mitatu, ni mengi ambayo yameweza me, ya kuwa ya matokeo chanya. kwa kwa hiyo, mojawapo ambalo ni kubwa ni, ni kuweza kuongezewa uh, access ya masoko zaidi kwa maana ya kwamba kwa maonyesho yote ambayo tumeweza kushiriki kupitia ufadhili wa mradi, imekuwa ni sehemu mojawapo ya sisi kupata wateja. Mpaka sasa hivi naweza nikasema tuna wateja angalau wanne ambao tunafanya nao uh, exportation, lakini yote hiyo ni matokeo ya mradi ambao uh, tuli, uh, tulipewa ufadhili. Mojawapo ni maonyesho tulioenda Ujerumani mwaka jana, na kuna maonyesho mengine pia tulipelekwa Nairobi Kenya. Kwa yote hayo yameelekea kuweka chachu njia hiyo. Tunakuja sasa kwa upande wa certification. Kwa tume sisi kama kampuni tumekuwa tuna certification tofauti, lakini tulikuwa hatujafanikiwa bado kupata uh, certificate ya hasab ambayo ni certificate muhimu kuonyesha kwamba uh, kama kiwanda tunazingatia usalama wa chakula au usalama wa uzalishaji wa chakula. Kwa kupitia certificate ile tuliweza kuingia masoko kama Saudi Arabia ambayo mwanzo tulikuwa hatuwezi kuaccess kwa sababu hatukuwa na hiyo certificate.